Jarida maarufu nchini Marekani, Breitbart News wametoa taarifa kufuatia matukio kadhaa yaliyojitokeza majuma kadhaa yaliyopita katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025 huku wakiishutumu vikali serikali ya Tanzania inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan licha ya matukio hayo ya vifo pamoja na vurugu dhidi ya waandamanaji zilizoibuka majuma kadhaa yaliyopita. Pia jarida hilo limegusia moja kwa moja kesi ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, ndugu tundu antipas Lissu. Serikali ya Tanzania imekuwa ikikandamiza uhuru dhidi ya wanasiasa katika siku za hivi karibuni. Ifahamike pia, majuma kadhaa yaliyopita, kamati ya mahusiano ya mambo ya nje nchini Marekani walitoa taarifa kuitaka serikali ya Marekani kuchunguza upya mahusiano baina ya mataifa hayo mawili. Hatua hizo zinakuja kufuatia matukio mbalimbali yaliyojitokeza katika uchaguzi mkuu, huku vifo vikitajwa na ikiwa ni chanzo kikubwa cha matukio hayo pamoja na vurugu kukiwa na madai mbalimbali ya mbali, ukiukwaji wa haki za binadamu uhuru wa kujieleza pamoja na demokrasia. Kamati ya mahusiano ya mambo ya nje nchini Marekani walishauri serikali ya Marekani kuketi chini na kuangalia upya mwenendo wa serikali ya Tanzania pamoja na mahusiano baina ya mataifa hayo mawili ambayo yamehudumu kwa kipindi cha miongo kadhaa sasa, kufuatia taarifa iliyotolewa na jarida la Breitbart nchini Marekani, Senator Jim Risch ambao ni mmoja kati ya maafisa wa ngazi ya juu nchini Marekani ametoa taarifa yake kuhusiana na chapisho la jarida la kufuatia jarida la Breitbart, kiongozi huyo alisema kwamba hata kabla ya tume inayoitwa tume huru ya uchunguzi kuweza kuanza kufanya kazi, Serikali ya Tanzania ilikimbilia kulaumu wawekezaji kufuatia matukio ya umwagaji damu. Serikali haijatoa taarifa za kutosha kuhusiana na uchaguzi wa ndani pamoja na matukio yaliyojitokeza, ikihusisha moja kwa moja viongozi, ikihusisha viongozi wa Kikristo ambao walishambuliwa pamoja na kutekwa. Wale wanaohusika na kuwatesa hawa viongozi wa Kikristo lazima huwajibike. Katika hatua nyingine, siku tano zilizopita kiongozi huyo pia aliweza kutoa taarifa yake kufuatia uamuzi wa Marekani kuweza kuanza uchunguzi upya dhidi ya mahusiano yake na taifa la Tanzania. Kwa mjibu wa kauli aliyoitoa Jimmy Risch alisema kwamba ninakubali majibu ya idara kwa maombi yangu ya kupitia upya uhusiano wa Marekani na Tanzania. Hali inayoendelea nchini Tanzania inasumbua sana na inatishia utulivu na usalama wa eneo muhimu. Ukandamizaji huu wa vurugu ikiwa ni pamoja na kesi dhidi ya viongozi wa Kikristo unahitaji uchunguzi wa kina. Pia nina wasiwasi na ripoti kwamba makampuni ya teknolojia yenye makao yake Marekani yanazuia ufikiaji wa mitandao ya kijamii kwa watu binafsi wanaolengwa na serikali ya Tanzania, ikiwa ni pamoja na wengine walioko Marekani. Tayari tumeona athari mbaya za juhudi za utawala wa zamani wa Biden za kudhibiti mitandao ya kijamii kwenye mazungumzo ya kisiasa na kiraia katika nchi yetu wenyewe. Kwa hii kufanyika nchini Tanzania kwa ombi la serikali hiyo ni jambo lisilokubalika. Alizungumza hivyo kiongozi huyo.